Leo naenda kuongelea dalili za UTI kwako mwanamke ambaye unaniangalia. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea akaunti hii, tafadhali bonyeza alama ya jumuisha na hapo utakuwa umefollow na kuwa mwanafamilia, ili uendelee kujifunza mengi kuhusu afya yako ya uzazi. Dalili za UTI kwa mwanamke: dalili ya kwanza kabisa ni kuanza kupata maumivu au moto wakati wa kukojoa. Kojo unaunguza au unapata maumivu wakati wa kukojoa, sometimes mkojo unaochomachoma. Ah, dalili ya pili ni kuweza kupata mkojo wenye harufu mbaya au rangi isiyo ya kawaida. Dalili nyingine ni kuanza kupata maumivu wakati wa kufanya tendo la ndoa au kufanya mapenzi. Dalili nyingine ni maumivu ya tumbo la chini, unakuwa unapata maumivu makali sana ya tumbo la chini, yaani chini ya kidogo unapata maumivu makali sana. Dalili zingine ni ile hali ya kuanza kupata maumivu ya kiuno, mgongo na kadhalika, na hapa huwa ni kama UTI imekomaa. Dalili nyingine pia ni ile hali ya kuanza kuhisi homa kali na baridi, na hapa huwa ni kama UTI imefika kwenye figo na sehemu zingine za mwili. Sasa wewe ni mwanamke na umekuwa ukisumbuliwa na UTI, pengine pengine UTI kuna tibu inarudi tena narudi tena Leo nimekuandalia programu nzuri ambayo itaenda kukusaidia kupona uchai kabisa tena unapona jumla na kukuweka mbali na kupata tena uchai. Cha kufanya nipigie simu, uh, kupitia namba iliyopo kwenye bio au shusha comment hapo, kama unasumbuliwa na hii tatizo basi mimi nitakusaidia kwa haraka sana. Asante na kwaheri.